Jina naitwa Mdeme Green Farm kutoka Morogoro. Ni wazalishaji na wauzaji wa miche ya matunda tunapatikana karibu na chuo kikuu cha SUA Sokoine Morogoro leo tunawaletea kwa mara nyingine miche mbalimbali mbali. tunazalisha miche zaidi ya 85. tuna miche ya kigeni kuna miche ya loko hizi za kwetu za kawaida lakini pia tuna miche ya viungo na miche ya mapambo maua pamoja na mapambo mbalimbali pamoja na miche ya kivuli so leo tunawaletea Uh, detaili muhimu kwa ajili ya upandaji na jinsi ya kuhudumia miche. Kwenye parachichi tuna aina ya loko, tuna Burundi ambayo inafahamika kwa chishoketi, halafu tuna parachichi nyingine ambayo ni hasi variety. Hasi inafanya vizuri katika mikoa ya baridi, halafu hata soko lake liko vizuri sana katika nje ya nchi so parachichi ambayo ni the best kwenye hali ya hewa ambayo inakubali hali ya hewa zote kwa Tanzania, katika nchi yetu ya Tanzania ni parachichi ambayo ni Burundi. Burundi na local variety zote zinafanya vizuri maeneo ya joto na ya baridi. Ukija ukiangalia kama parachichi ambayo inafanya vizuri katika soko la ndani, ni kwa hasa sasa hivi ni parachichi ya Burundi. Kwa mfano sokoni unafika, unaipata tunda moja utalikuta kwa elfu mbili ama elfu mbili mia tano na hizi za kwetu za kawaida ndo unakuta tunda elfu moja hizi loko za kawaida elfu moja tunda. Ukitoa, ukitofautisha na hii ambayo inachagua hali ya hewa hii hasi variety ambayo inataka maeneo ya baridi. Hiyo o ina, inafanya vizuri katika mikoa ya baridi, hasi inafanya vizuri katika soko la nje kwa sababu inachelewa kuoza inakaa muda mrefu baada ya mavuno na soko lake linafanyika kimataifa. Miche utaipata shambani kwetu, miche ya parachichi utaipata, utaipata kwa bei tofauti tofauti. Burundi ina bei zake na hasi ina bei zake na loku pia ina bei zake. Karibu sana kitaluni kwetu, miche iko vizuri, imeandaliwa kitaalamu, miche ina afya vizuri, iko vizuri. Karibu sana mteja wetu. Hapo ni upande wa parachichi, hizo parachichi zote ni zile za muda mfupi, hizo aina tatu. Upande mwingine tunakuja upande wa, upande wa miche ya citrus. Kwenye upande wa citrus tuna lemon, tuna chungwa, tuna chenza, tuna ndimu na pomelo. Kwa upande wa miche ya chungwa, asilimia kubwa haichagui hali ya hewa, inafanya vizuri katika mazingira yote, na miche pia utaipata kwa bei ambayo ni nafuu na miche yetu inazaa ndani ya miaka miwili mpaka miwili na nusu. Pia tuna miche ya viriba vikubwa ambayo ndani ya mwaka na nusu unakutana na matunda. Upande wa varati nyingine ukiacha na citrus, tuna miche mingine kama ya matunda ambayo ni ya unique, ya ya kigenigeni haya. Tuna pears, tuna apple, tuna doriani, tuna dragon fruits, figs ambayo ni tini. Ukija tuna olive Olive tree, olive oil ile maarufu wanaita zaituni ya mafuta, tuna zaituni ya kawaida ile ya juisi. Halafu miche mingine tuna miche ya viungo, kuna all spice, kuna rosemary, green tea, lavenda, kuna minty, green tea, lavenda, kuna marjoram thyme. Kwa miche ya viungo ni zaidi ya kumi na nane. Karibu sana Mdeme Green Farm, miche ipo ya kutosha, utapata miche kwa bei ambayo ni affordable, miche yenye afya bora na elimu pia. Tunatoa tunatoa elimu kwa mkulima, kwanzia anaanza mpaka mavuno, tunaenda naye hatua kwa hatua. So karibu sana, hata kwa makampuni tunaruhusu makampuni kuwekeza, kwa sababu tunakijua tunachokifanya, tunajua nini mkulima anahitaji tunajua nini mche unahitaji kuanzia kupandwa mpaka kuvunwa. Koo, tutakuwa pamoja bega kwa bega. Kuna tofauti ya kati ya miche ya mwaka mmoja na nusu, na tofauti kati ya miaka miwili mpaka miaka mitatu. Tofauti yake ipo kwenye mche. Wa kiriba kikubwa ni ule ambao ushaa mwaka mmoja na miezi kadhaa kitaluni, alafu mche wa kiriba kidogo ni ule ambao una miezi nane. Kwa maana hiyo hata kwenye bei ziko tofauti. Mche wa kiriba kidogo utapata kwa bei yake na mche wa kiriba kikubwa utapata kwa bei yake. Lakini faida ya kupanda mche wa kiriba kikubwa, faida yake ni kwamba utapata mavuno ndani ya muda mfupi. Na inakuwa haina uangalizi sana unaovupeleka mashambani. Kwa mfano ukiangalia katika jiografia ya nchi yetu, mvua huwa ni za msimu, mvua ni chache. Lakini unapopanda mche wa viriba vikubwa, unapata unapata mavuno kwa kiwepesi na mche unakuwa hauathiriki sana, haui hau chini ya uangalizi sana, tofauti na ukipanda mche wa kiriba kidogo. Kiriba kidogo kinataka uangalizi wa mara kwa mara, lakini mche wa kiriba kikubwa hautaki uangalizi wa kutosha. Na uzuri wa kiriba kikubwa, umekaa ndani ya mwaka mpaka mwaka na nusu, saa nyingine unaikuta ina matunda iko kitaluni, unaikuta imezalia hapa hapa kitaluni. Kwa upande wa elimu tunatoa elimu toka mteja anapochukua miche kitaluni kwetu, tunamuelekeza kuanzia hatua ya upandaji mpaka utunzaji, kwa sababu ndani ya muda huo kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana. Kwa mfano, kuna machipkizi. Mteja wewe kwa kawaida anachukua mche, anaenda anapanda shambani, anajua anatarajia kupata vitu vizuri, lakini utakuta kuna machipkizi ambayo anachipua yanakuwa na nguvu kuliko kile ambacho tumekipandikiza pale, ambacho tunakitaka kuwa cha muda mfupi so elimu ambayo tutaitoa tutaitoa elimu mara kwa mara kufuatilia hatua ya, ya, ya, ya, ya mche jinsi unavyoendelea, kwamba mche huu umefikia hatua gani, unatakiwa ufanyiwe pruning baada ya muda gani. Kwa hiyo tutaenda naye sawa mpaka mti unapoenda kutoa maua. Baada ya kutoa maua, mti tutamshauri apige dawa gani za wadudu ambao ni wasumbufu kwenye maua. Tutamshauri pia apige atumie mbolea gani ili kuboresha kuboresha faida ambayo inapatikana kwenye yani wakati inatoa maua kuna mbolea inatakiwa utumie mbolea na kiasi gani na idadi ya, kia, ya idadi ya mbolea ambayo inatakiwa utumiwe ili matunda ya, ya, ya, ya, izae matunda ya kutosha kwa hiyo tutamshauri dawa gani ambayo anatakiwa atumie na mbolea gani ambayo anatakiwa atumie kwa wakati huo mpaka anapokuja kupata ma, ma, mazao yake na kwa upande wa huduma, kwamba tuna mtu labda anataka aje awekeze kwetu, tunaweza kumpa huduma zote, kuanzia kupanda mpaka mti wake unapokuja kuku, mpaka mti wake unapofikia pazuri. Kwa mfano, tunaweza kwenda kumpandia, tunaweza kwenda kumwangalizia kila mara jinsi maendeleo ya mti wake Huwa tunakubaliana naye kwa bei maalum kwamba bwana, kuanzia kupanda mpaka mavuno. Huwa tunafanya hiyo hiyo hiyo huduma. Mara nyingi tunapenda kwenda kufanya farm visit shambani kwa ajili ya kujua maendeleo ya, ya, ya, ya mkulima wetu. Tuna miembe aina nane, ambayo kuna Red Indian, kuna Dodo, kuna Bolibo, kuna Tomi, kuna Kenti, Kate pamoja na Epomango. Zote hizo ni embe nzuri ambazo zinafanya vizuri sokoni, japokuwa kuna embe ambazo ni best ambazo zinahitajika sana kisoko, kisoko, embe za kibiashara, embe za kibiashara. Kuna embe ambazo ni aina tatu, ambayo ni Dodo, Tommy Atkins pamoja na bolibo. Kwa sababu gani? Maembe yake yanakuwa ni makubwa, hayana nyuzi nyingi, na maembe yake yana mvuto, na pia maembe hayo miche yake haishambulii sana na magonjwa. ukija uki, ukitofautisha na varati nyingine ya, kwa mfano ukija ukiangalia kama epomango, epomango ina harufu na kuna embe nyingine inaitwa viringe maarufu kama Tanga zile huwa zina harufu kuanzia kwenye majani mpaka kwenye tunda lenyewe. Kwa maana hiyo, wadudu huwa ni rahisi sana kushambulia matunda yale, na mkulima akapata hasara. Lakini kuna embe ambazo hazishambuliwi na wadudu kwa kulingana na, na, na, na, na umbile lake pamoja na, na muonekano wake, wadudu huwa hawashambulii sana kulinganisha na embe na varati nyingine. Katika varati hizi embe ambayo inafanya vizuri inazaa sana yaani, maana yake sokoni, inazaa sana shambani. Katika hizo hapo Redi, Dodo na Tomi zinazaa kuliko embe nyingine zozote. Cha msingi ni kuzingatia wakati inatoa maua, lazima uzuie wale wadudu ambao wanaenda kugusa pale, yale maua yasipukutike ya, ya kutosha. Hicho ndo kitu kikubwa cha kuzingatia wakati wa maua. Kitu kingine ni maji ya kutosha. Wakati mche unatoa maua, unahitaji chakula cha kutosha. Sasa ukijinyima chakula pale, hauwezi kupata mazao ya kutosha kwa sababu huduma hazipatikani kwa upesi. Yes, katika hatua za awali za mche, mtu akichukua mche kwetu, tunamshauri apande kulingana na viwango ambavyo vinatakiwa ili apate matokeo chanya. Kwa mfano, natakiwa uchime shimo la kutosha. Kwa mfano, kwenye embe unatakiwa uchimbe shimo la sentimita la sentimita tisini sentimita tisini mpaka sitini Kwa mfano ukichimba shimo ambalo linaingia ukubwa wa ndoo ya lita ishirini linatosha kabisa kwa mche. Alafu vitu vya kuzingatia ni mbolea, uweke mbolea, udongo uchanganye na mbolea ya kutosha, na uwe makini katika kumwagilia mche. Hapo hauwezi kurudi nyuma. Kwa hiyo tunavyomaanisha elimu tutatoa kuanzia mwanzoni mpaka mwisho, tutakufuatilia hatua kwa hatua, kwa sababu sisi ni wabobezi kwenye kazi hizi. Tuna varati nyingine ambazo ni zao ambalo watu hawalichukulii kama ni zao la kibiashara, lakini ni zao ambalo linafanya vizuri sokoni. Zao ambalo halina magonjwa kama miche mingine. Yaani halina uangalizi sana. Mfano wa zao hilo ni minazi. Minazi tuna varati tatu. Varati hizi tatu huwa zinafanya vizuri kwa mkulima. Kwa mfano minazi, minazi tuna minazi chotara, tuna doafu doafu ambayo ni Kipemba, na tuna loko variety. katika minazi hii, mkulima anapokuja kwetu anataka kufanya biashara ya minazi tunamshauri varieti ambayo ni ya ku itakayoenza kufanya vizuri na ikampa matokeo chanya hiyo. Kwa maana hiyo huwa sisi hatumshauri tu mtu kwamba chukua mnazi nenda kapande, hapana tunaangalia varati ipi ambayo, mkoa upi anaoenda kupanda, mkoa upi, kwa sababu inachagua inachagua baadhi ya maeneo kwamba mkoa huu haufai kupanda varati hii, mkoa huu unafaa kupanda varati. Kwa hiyo tunaposema tunatoa elimu hatubahatishi kwenye upande wa minazi. Minazi utaipata kwa bei tofauti, na kwa mfano kwenye heka moja, sisi kwa kawaida tunapanda kitaalam. Heka moja inaingia miche mia moja ambayo tunapanda mita saba kwa saba ambayo inaingia miche mia kwa naeka moja. Kwa maana hiyo, unapokuja kwetu tunakusikiliza. Unataka upande miche, unataka upande zao hili kibiashara ama unataka upande kwa ajili ya matumizi ya kawaida tunakusikiliza, mteja, tunakupa huduma ambayo itakupa matokeo chanya. Katika miche ya viungo, tuna miche ya viungo ambayo ni, ni, ni, ni miche ya kutosha. Kwa mfano miche ya viungo, tuna mdalasini tuna karafuu ambazo ni maarufu, karafuu, mdalasini, iliki, tuna rosemary, kuna green tea, minti, halafu kuna miche mingine ambayo nitibalishe ni, ni, ni viungo ambavyo nitibalishe tuna marjoram, kuna giriki, oregano, kuna thyme, lavender tuna stevia yote hiyo ni miche kwa ajili, ni viungo kwa ajili ya tibalishe. Miche hiyo ipo zaidi ya, ya aina 18 ya ja, kwa wale ambao wako nje ya, ya, ya, ya mkoa wa Morogoro tunawasafirishia kupitia mabasi, tunawasafirishia kwa uhakika na miche yao inafika ikiwa salama popote unapotaka, tunakusafirishia kwa uaminifu mkubwa. pia tuna varati nyingine ambazo kuna kokoa, kuna kahawa, kuna komamanga za Saudi zile nyekundu zenye original bagwa. Tuna pia tuna miche ya, ya stafeli, pera na hizo komamanga. Tuna pia miche mingine ambayo hiyo miche yote inapatikana ya viriba vikubwa pamoja na vidogo. Pia tuna miche mingine ya, ya mapambo, maua. Tuna maua zaidi ya mia na kitu jamii ya pam ziko karibia sabini na kwa mfano maarufu kuna Bismarck pam, American pam, kuna sago pam, golden pam, Madagascar, Alexandria, tuna bonia red pam, finger pam na kadhalika. Pia maua mengine, tuna maua ya kutambaa ambayo ni tofauti tofauti. Pia tuna maua ya kuweka ndani yanapatikana. Pia tuna miche ya, ya kivuli miti ya kivuli, tuna fika palm, tuna midodoma, miharadali na miti mingine. Ya, tunashauri watu wapande miti kwa sababu ya faida mbalimbali mbali. Kuna matumizi ya kula sasa hivi juisi, so lazima unue majuisi ya dukani haya. Unaweza ukapanda mapapai, ukapanda maembe, panda parachichi, ukasaga mwenyewe juisi nyumbani, ukanywa juisi kiafya. Pia mteja anayepanda kibiashara, kuna faida matunda kama sasa hivi kama parachichi parachichi zinafanya vizuri sana katika masoko, masoko ya ndani mfano hiyo ya Burundi. Hizi loko za kwetu hasi kindani haifanyi vizuri kwa sababu ni kadogo, kwa sababu wabongo sisi asilimia kubwa tunapenda tunapenda quantity sio quality. Kwa hiyo ndio maana unaona wanafanya vitu ambavyo ni tofauti, lakini miti kupanda matunda kibiashara ni swala zuri ambalo sasa hivi huwezi ukaliona, lakini kwa kesho yake baada ya ke, bada, mwaka na nusu au miaka miwili Unakuja unapata faida, unaweza ukauza matunda kwa jumla, unaweza ukauza kwa mfano. Sasa hivi kama parachichi zinatafutwa, na sisi Mdeme Green Farm tuna connection za kutosha, tutawaunganisha na wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo tunapokushauri upande miche, tuna uhakika wa soko lipo. Hatuzalishi tu mbegu, tunazalisha kwa sababu tunajua masoko yake, uhitaji ni mkubwa. Chikichi sisi Mdeme Green Farm tunazalisha, tunazalisha chikichi ambayo ni ya kisasa. Chikichi hiyo inafahamika kwa aina ya tenera. Tenera huwa tunachukua mbegu sehemu sahihi, na tenera hiyo inatafutwa Tanzania. Makontena na makontena yanaenda kusubiria Kigoma yakitoka nchi jirani. Uhitaji wake upo wa kutosha. Leo hii mteja tunaweza tukamshauri kitu kama hicho akatuona labda tunataka kufanya biashara, lakini hapana. Kama kabla hujafanya maamuzi ya kwenda uwekeza kwenye kilimo tafuta soko, angalia soko lake likoje, njoo uwekeze. Njoo uwekeze, mbegu utaipata kwetu kwa bei ambayo ni affordable, na mbegu ni ya uhakika, hatubahatishi. Tumesema kitu kimoja hapo kwamba sisi tutakuhudumia kuanzia mwanzo mwisho, kwa sababu mche kama mche huwezi ukapanda tu ukapata kile ambacho unakikusudia, kuna huduma zake ambazo zinatakiwa zifanyike. Kwa mfano shambani ukishapanda mche wako ukawa vizuri umefikia hali ambayo ni labda ya kutoa maua, kuna, kuna, kuna kipindi kinakuhitaji wewe ufanye pruning, inabidi kuna ufanye pruning kulingana na vigezo vya mti wenyewe husika. Kwa mfano unaweza ukawa mti unataka kufanyiwa pruning kwa ajili ya ku, kuongeza kile, ile idadi ambayo wewe unataka lakini kawa elimu hiyo huna ndio maana tunakushajihisha sisi, kama sisi tusimamie swala lako wewe, ili kwa sababu sisi tuna, tunajua nini tunafanya. Tunataka tu, tuende hatua kwa hatua, tunatuni mti wako, tunakuonyesha na elimu utaipata humo humo. Ina maana tunaweza tukakufundisha labda ndani ya msimu mmoja, msimu mwingine ukafanya wewe mwenyewe. Kwa upande wa viungo, kuna hii kokoa ambazo viungo vya kibiashara ni kokoa, karafuu na mdalasini pamoja na iliki. Hivi viungo hivi ukiwekeza kibiashara lazima upate soko. Kwa mfano sasa hivi, karafuu sasa hivi kilo ya shambani, bei ya shambani ni elfu kumi na nane. Iliki bei elfu ishirini na tano bei ya shambani hapo mkulima amefuata ni elfu, kilo moja ni elfu ishirini na tano. Kokoa Kokoa wote ni mashahidi, toka mwaka jana mpaka sasa hivi kokoa bei imesimama, iko vizuri kwa kilo. Kwa mfano, mche kwetu utaupata kwa bei ambayo ni rahisi, bei ambayo itakufanya hata wewe uweze kumudu katika kuwekeza kwenye shamba lako. Kwa mfano, kokoa, kokoa haina matunzo mengi. Kokoa unapanda mche leo, unakaa hata uwe akiriba kidogo, unakaa ndani ya mwaka mmoja na nusu ushatoa maua. Kipindi cha maua pale kuna mitego utaiweka pale shambani kwa ajili ya kuzuia wale nzi wanaokuja kushambulia kwenye maua. Baada ya hapo, hakuna habari ya matunzo mengine, unakuta unapata mavuno yako kwa wakati bila kutumia gharama yoyote. Na kokoa miche ipo ya kutosha, elimu utapata kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yes. kumaanisha mche wa muda mfupi ndo kama hivi. Huu hapa tunda lishakuwa kubwa, hii ni chungwa. Hii ndo chungwa viriba vikubwa ambayo imekaa ndani ya mwaka kitaluni. Japokuwa iko hivi iko kwa sababu hii hapa huwa ikibeba ikibeba tunda kama hivi, huwa inaathirika, haiwezi kukua mpaka ili tunda lidondoke, na ndio maana unaona mti wetu bado ni mdogo, lakini unatunda. Huu hapa huwezi ukatoa ngazi mpya kwa sababu chakula chote kinaenda kwenye tunda. Kwa mpaka hili lidondoke ndo itaanza kuendelea na ukuaji wake. Hapa mti wako ukishatoka tunda kama hivi. Kiushauri kitaalamu inatakiwa ili ulitoe ili mti ukue. Kwa sababu unaweza ukatoka na matunda kama hivi, unadhofika, mwisho wa siku ukuaji wake pia unadhofika. Angalia mche kama huu, huu haujazaa bado. Afya yake iko vizuri, unaendelea na matawi kama unavyoona lakini huu umeshindwa ku, kuendelea kukua kulingana unatunda kama hili. Kwa hiyo unapokuta tu nani mche mdogo umetoa maua, iwe ni embe iwe ni ndimu, chenza, limao, pera, unatakiwa ulitoe ikiwa shambani, kwa sababu ukishalitoa ndo mti wako utaendelea kwenda vizuri. Hiyo habari ya kuninginiza hapa, kuweka magogo, hapana. Natakiwa utoe hili tunda, alafu mti uendelee kukua, uende ile idadi ambayo umeambiwa bana mti huu unazaa ndani ya miaka miwili, inatakiwa hiyo miaka miwili ifike. Hata ikitoa hua hapa, inatakiwa ulitoe ili mradi uende vizuri mpaka ile miaka miwili ikifika, inakuwa inazaa ikiwa na afya nzuri, na ndio utapata matunda ya kutosha. Ingekuwa yako mawili ndio kabisa, ungekuwa hauna majani kabisa, angeendelea kuwa yale matunda, lakini kitaalamu inatakiwa tuitoe. Lakini ishara hii ndio inamaanisha kwamba ni mche wa muda mfupi ti huu huu ndo wa kiriba kidogo ambao unaopata ambao unazaa ndani ya miaka miwili na nusu mpaka mitatu. Tofauti nyingine ni kwamba kamti haka kadogo kukaangalia kanataka uangalizi mkubwa kuliko hii hapa. Hii hapa ukipeleka shambani inaenda ina ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina kuwa bila tabu, haina uangalizi sana, lakini haka hapa kidogo ni kadogo, na ndio maana tunajaribu kutofautisha kati ya kiriba kikubwa na kidogo. Tunalea kitaluni ndani ya mwaka unakuwa hivi hii hapa ndo ile kwamamanga ile ya sauzi. Mamanga yetu ndo hii hapa kamamanga, mamanga nyekundu bagu wa varati ndo hii hapa ambayo utaipata pia kwa bei ambayo ni nafuu, mamanga hii